Uh, Meneja Mbeyale ambaye tunaenda kuzungumza naye mambo mawili matatu hapa juu ya hafla nzima ya siku ya hii leo. Meneja, habari yako? Salamu, salamu. Habari za asubuhi? Habari za asubuhi ni nzuri kabisa, hongera kwa majukumu. Ah, salamu, asante sana. Asante sana. moja ya vitu ambavyo natamani tuvifahamu kwa siku ya hii leo ni juu ya hafla nzima ambayo inaenda kufanyika siku hii leo, lakini kuwajua e, walengwa ambao wamepata zawadi, kwa maana kwamba idadi yao walioshinda pikipiki, walioshinda mzani pamoja na simu janja. Kwanza ukitutambulishia e, swala lenyewe ambalo linafanyika siku hii leo. Yeah, kwanza pia watu wajue, mimi naitwa Erick Mbeyale na nafikiri nimewasalimia, lakini kitu kikubwa ambacho kimetukutanisha leo hapa ni kukabidhi zile zawadi ambazo za washindi wali wa walioshinda wa kwenye ile shindano la e, wekeza na MBC shambani, ushinde ya MBC shambani kampeni. Tulikuwa na kampeni kwa kipindi kile ambacho mekimeshai kutoka mwezi wa kumi na mbili wa kwanza na wa pili Na mara nyingi sasa wanaweza kukuta watu wanasema kuna kampeni kuna kampeni, lakini e, hawaoni hawa washindi katika uhalisia wake mm. sasa sisi MBC sisi sio si, watu wa longolongo. -longo. Kwa hiyo tunakuonyesha kabisa kama tulianza na nyinyi wakati tunawatangazia washindi kwamba watashinda watu. Sasa leo tukasema tuwaite tena tuwe na nyinyi pamoja wa ili watu waamini kabisa kwamba watu waliokuwepo wameshinda, na nafikiri namjua, baadaye mnaweza mkapata nafasi ya kuongea nao. Kwa hiyo leo ni siku ambayo tunataka kukabidhi e, zawadi kwa washindi, na tunao washindi wa kutosha, kwa mfano katika eneo la simu janja kuna washindi nane mm, ambao wao watakabidhiwa zawadi na e, kuonyesha kwamba sisi watu wa longolongo e, kuna mgeni rasmi kabisa atakayekuja kuwakabidhi kama aliyetufungulia kampeni, mkuu wetu wa wilaya ya Rungwe e, Jaffar Haniu mheshimiwa atatusaidia kukabidhi hizi zawadi kwa washindi, na atawaona na wao watakabidhiwa kabisa, na ndio maana tumeyalika na serikali. Lengo ni kuonyesha kwamba tunathibitisha kile tulichokuwa tumekisema mwanzo. Ndiyo. Kwa hiyo hii tunaposema wakulima wajiunge na NBC, wawe pamoja na NBC kuna faida nyingi. Hizi ni faida mojawapo ambazo wakulima wanaenda kuzipata leo Ndiyo. Lakini hatujawaacha hata wengine ambao hawajazipata mm. kama vyama vya msingi ama amkosi, sasa hivi tunalipa eh, bonus kila mwezi, unapata bonus kila mwezi na vile vile wakulima tunaendelea kuwakumbusha wafungue akaunti ya NBC na wazitumie. Kwa leo tunaenda kugawa simu nane, tunaenda kugawa pikipiki kwa washindi watatu ikiwepo wa, wa, wa AMCOS moja ya Mkunga, lakini vile vile kuna watu tumeangalia changamoto inawakumba kwenye AMCOS nyingi, utakuta hakuna mizani zile za kisasa. Mm. Kwa leo tunaenda kutoa mizani za digital, mizani hii ambayo unakuwa unakwambia mizani mmoja thamani mm. yake milioni 5. Yaani umzani unapima unatumia umeme umeme kama hamna, unatumia sola, lakini una record. Tunawapa mzani una kama simu hivi, ambayo ambao unakusaidia kutoa risiti na kurekodi kilo kumbu kumbo zote zoreka. E, yeah. Yaani kwa mfano pale kwenye AMCOS, si unaweza kukuta si anapima badala ya kuwa anaandika kilo za nani kila mtu, ile mzani unaweza ukarekodi kila kitu mm, kwa ukapima ukaweka kilo ukapima kwa uka, kuna kwa kuna tena longolongo -longo kwenye masuala zima ya kuya kupima mm, e, mazao ya wakulima kama nikawa kama nikokoa. Umeelewa? o tunawarahisishia wakulima kuhakikisha kwamba wanapata urahisi kwao. Kuna amkosi hapa tatu zimeshinda mizani, kama amkosi ya Rupepo, amkosi ya Ndembela, amkosi ya Ukombozi. Amkos hawa wote tunawapa mizani na leo e, wanaenda kukabidhiwa ndiyo. Kwa hiyo hapa leo tunakuja kuthibitisha yale tuliyoyasema na tunawakabidhi watu wanaendelea na na na shughuli zao kama kawaida, na tutawapa pia pikipiki. Kuna piki, wale washinda pikipiki tutawapa nao, zitawasaidia na kuna amko zimeshinda pikipiki na wakulima na watu wote. Kwa hiyo hii ni kuwapa motisha wakulima kwamba tunaposema NBC tunajitoa kwa jamii na tunawasaidia wakulima, hii ndio maana yake mm. Na ndio maana yake tuna inaanzia kwenye akaunti lakini inaenda paka katika uhalisia, kama hivi tunapotoa zawadi kwa ajili yao na kwa ajili ya e, eh, shughuli zao. Ndio kwa nini leo hii ni hafla kubwa sana ndiyo, kwa wakulima kwao kwa sababu wow, wao ni washindi. Unajua, ukishakuwa umeshinda wow, yeah, lazima kuna kuna shamrashamra watu lazima wafurahi eh, kwa kwao wanafurahi. Kwao tutakuwa nao pamoja hapa tutajumuika nao kwenye matukio mazima na tutaendelea nao vizuri. licha ya benki ya NBC kutoa fursa kwa kwenye sekta tofauti tofauti, lakini sekta ya kilimo ni kama mmeivalia njuga zaidi. kwa nini kilimo eh? Kwa sababu uchumi wa Rungwe na ukiangalia mpaka maeneo ya Kyela na na, na zaidi ya nje ya Rungwe hapa, ile eneo linapata mvua zaidi kilimo ndo linashikilia uchumi, mapato ya halmashauri zetu na maeneo mengine yote yanapatikana kwa sehemu kubwa, yanatoka kwenye kwenye kilimo kwao, na sisi lazima tujikite katika zile shughuli kubwa ambazo zinaendelea pale, lakini sio kwamba wafanyabiashara labda tumewaacha na sekta zingine tumeziacha, hapana. Tunazo akaunti za walimu ambazo ni bure kabisa, zina bima, unaelewa, ni kutumia wenyewe, wanakatwa shilingi elfu mbili tu kwa kutoa hela, lakini kila kitu bure kwao. Walimu pia tumewaangalia kwa sababu ni sekta muhimu hiyo, pia kijamii. Ndio. Tunaangalia wafanyabiashara wadogo tunazo akaunti za kuwa nasi. Tunatoa bima. Kwa hiyo maeneo mengi tumejaribu kufanya kwa ajili ya kusaidia jamii kutoa huduma ambazo zinawasaidia katika shughuli zao au katika matatizo yao. Kwa hiyo tunajaribu kutatua matatizo ya mkulima na kila mwanajamii wa Rungwe kwa namna tunavyoweza kujitahidi kama benki tuwe pamoja kwa sababu sisi nao ni wakulima na wananchi wa Rungwe kwa pamoja na kila wote kwetu ni wa muhimu sana na ndiyo, tunawategemea. Ndio, je, mpaka sasa hivi kuna mkulima ambaye anaona wivu baada ya kusikia mwenzake kapata zawadi na yeye anatamani ajumuike pia na NBC Shambani, inawezekana? Tunapata, tunapata sana wengi mm, wakisema bwana manager na mimi nataka kushinda na NBC. Sasa mimi kushinda sina <laughs> uwezo napo. Wewe cha kufanya jiunge na NBC hey. <laughs> Weka hela kwenye akaunti yako basi au ya mambo mengine utashinda bila tatizo. Namna unavyozidi kuweka miamala mara kwa mara. Yes, ndivyo utakavyoweza kushinda. Mimi nikushukuru sana Eric Mbeyale manager wa NBC Tawi la Tukuyu. Asante, asante sana, asante sana sure. Na nimpe nafasi mheshimiwa kusema neno kidogo, halafu tusipoteze muda, tutakwenda kwenye kukabidhiana zawadi i tutakunywa chai pamoja, halafu tutaendelea na shughuli zetu leo. Kila mtu anachukua cha kwake anaondoka nacho, kwa baada ya hili tukio hapa benki tunabaki hatuna chochote tena, sawa sawa. Mm -hmm. Asante mkuu, karibu usizungumze kidogo na wananchi wako Asante uh, sana meneja. Kwanza kipekee ni shukuru benki yetu ya Taifa ya Biashara NBC kwa kuweza kutambua mchango na kuthamini wakulima wetu kwa kuendesha kampeni hii NBC Shambani, ambapo kama ulivyosema, tarehe 21 mwezi Novemba mwaka 2024 ndio kampeni hii tulizindua rasmi, ambapo na leo hii ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa tano mwaka 2025 mnakabidhi rasmi zawadi kwa washindi ambao watakuwa wameweza kushinda zawadi hizo baada ya kuendesha shindano lile. Kwa hiyo nishukuru sana benki yetu NBC kwa kuweza kurudisha kile ambacho napata, kwa maana kampeni e, hii likuonyesha kuthamini kile nyinyi mkiwa kwanza na akaunti zenu katika benki hii, lakini pia sasa benki hii imetambua mchango wenu. Kwa hiyo imeendesha zoezi hili kama kutambua mchango wenu ili sasa kuweza kuugisha kukuweza kuwashindanisha na kuweza kupata zawadi hizi. Lakini kipekee niwapongeze wale ambao wote mmeshinda, na nisisitize pia taasisi nyingine za kifedha ziweze basi kuendesha kampeni kama hizi ili kutambua mchango wa wateja wao, lakini kwa mahususan kama hapa kwetu wakulima, nimeambiwa wako watakokabidhiwa pikipiki, wako watakopata mizani za kuweza kupimia bidhaa eh, zetu na mizani hizi kwa kweli, kwa maelezo yanambia meneja, ni za kisasa kwa sababu zitatumia umeme, lakini pia zitatumia nishati ya jua kwa maana ya sola, lakini pia zina uwezo wa kuweza kurekodi kile ambacho mnakipima. Kwa hiyo ni mizani za kisasa, ambapo zitaondoa sasa zile dhuluma za wale ambao wanakuwa wakionyonya wakulima wetu kwa kutumia mizani ambazo hazitoi vipimo halisi. Kwa hiyo ni wapongeze sana NBC kwa kuhakikisha kwamba inaunga jitihada za serikali mkono katika kuhakikisha kwamba kilimo kinamnufaisha mwenyewe mkulima, kwa kuhakikisha kwamba anapata kile ambacho anastahili, kwa kuonyeshia kuweza kupata mizani hizi. Baada ya kusema haya, sasa mimi niko tayari ili niweze kukabidhi zawadi hizi wale wote ambao wameshi asante sana smartphone hey. hey. no, hey. hey, hey. na simu yako hey. hey. hii

na imetolewa hii zawadi, hizi leo zimekabidhiwa, ikiwa ni siku ya pili ya wizara yetu ya kilimo ikiwa inawamalizia uwasilishaji wa bajeti yake, na mnajua serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan Chini ya Waziri Bashe jinsi gani inavyoweza kuthamini kilimo. Sasa benki yetu ya taifa ya biashara NBC wameunga jitihada hizo za serikali mkono kuweza kutoa vifaa hivi. Kwa hiyo, niwaombe mwe mabalozi wazuri, kwa kuhamasisha wananchi wengine waweze kuja kufungua akaunti katika benki hii, lengo na wenyewe zitakapoitishwa mashindano kama haya, ili waweze kunufaika na masuala kama haya wale ambao mlidhani kwamba ilikuwa labda mashindano yale ni hewa Leo no hii mmekuwa ni mashahidi, mmeweza kukabidhiwa vifaa hivi, mizani hii ambayo ipo, mmepata simu za kisasa. Kwa hiyo naomba mvitunze ili viweze kuendelea kuwanufaisha na muweze kuwa mabalozi wazuri, kwa washawishi wananchi wengine na wakulima na wananchi kwa jumla kuja kujiunga na benki yetu ya NBC ili tuweze kuifanya kwamba iweze kuwepo, ipo, itaendelea kuwepo na iwepo milele na tuweze kunufaika. Asanteni sana.